Aha. Na ni nikumbushe tena jina. Ke, kewe. Aa, kewe huku Nindi nimekupeleka mifugo. Kilimo umekuwa rasi Njombe <laughs> bosi wako yuko nyuma hapo <laughs> anahangaika analishe, na lishe na nadhani amefanya vizuri ameweza kupunguza Uh, kiwango cha udumavu na yale matatizo ya lishe si haba. Saka msaidie afanye vizuri, lakini Njombe ni mkoa tunaotegemea kilimo, ni katika mikoa inayolisha Tanzania, ni katika mikoa inayolima mazao ya biashara. Kwa hiyo nenda kamsaidie, Mheshimiwa mkuu wa mkoa na mheshimiwa mkuu wa mikoa. Taona kwamba ninachofanya ni purchase tu anayestaafu, sijui ni purchase tu nafanya kwa sababu mliopo nawaamini, mliopo nimeona kazi yenu. Kwa hiyo twendeni tukachape kazi, lakini kazi pamoja na utu, ili nchi yetu isonge mbele. Sawa. Kwa hiyo Nindi, bosi yuko nyuma hapo, wamekuja kupokea, nenda kachape kazi.